Dr. Saidi almaarufu Msitu Mnene tiba asili na tiba mbadala, nimewasili katika wilaya hii ya Maswa katika mkoa huu wa Simiyu. Nimefika hapa Maswa e, nataka niwafahamishe wakazi wa wilaya hii ya Maswa. Nimeona ni vyema sasa kupitikia mwitikio wenu wa uchukuaji wa dawa kwa kiwango kinachostahili, nimeona vyema ni wawekee vye wakala. Wakala anapatikana katika e, mtaa huu wa sokoni e, panatambulika kwa jina la Nyamila Herbal Clinic, ambapo ndio huduma za kwangu zitapatikana. Nairudia, inapatikana mtaa huu wa sokoni e, katika eneo hili la wilaya ya Maswa, inatambulika kwa jina la Nyamila Health Clinic. Hapa ndo dawa zangu zitapatikana e, na wakala mwenyewe ni huyu hapa. Wakala nayemwacha Maswa ni huyu e, huyu. Utampata wakala wangu kupitia mawasiliano ya namba ya simu ifuatayo 0714538903 na nairudia, naitaja mara tatu. 0714538903 na nairudia, namba ya wakala wa hapa Maswa katika kituo chetu hichi cha Nyamira Herbal Clinic. Eh, namba ni sifuri, saba. Moja, nne, hamsini na tatu themanini na tisa sifuri tatu Kwa hiyo mtu yoyote atakayehitaji dawa za madonda ya tumbo, muda wa siku saba, changamoto ya madonda ya tumbo itakuwa imepungua kiwango na ameanza kula maharage visamfu eh, na dagaa lakini dozi ni package nne zinazo gharimu e, thamani ya shilingi elfu sitini ambazo atazitumia takriban mwezi unaweza ukafika na visiku. E, ila package ya kwanza siku saba, anza kula maharage na visamfu. Wenye sukari tuna ibaranz asilimia mia moja, wafike kwa wakala wangu kwenye kituo chetu. E, wenye tezi dume hapasuliwi dawa za chango kwa kina mama wanaohangaika na mfumo wa matumbo ya uzazi, dawa za mshipa wa ngiri, dawa za nguvu za kiume ipo, za gamba ya mka yanafuru magazini. Wenye bawasiri wanaita mangondi hamna kukatwa, wenye meno hamna kung'oa, wenye athuma, sikoseli, gauti na watoto wanaokojoa kitandani, pia kuna dawa zipo aina nyingi, kwa hiyo muwasiane na huyu wakala wangu eh, Nyamira hebonkrik. Mtapata hizo huduma kwa kutaka kuwasiana na mimi mwenyewe Dr. Saidi alimaarufu Msutu Mnene, awasiliane na mimi kupitia namba za simu sifuri saba moj ta 8 tatu tatu. Nairudia ni sfurisaba 15831389 nairudia tena namba ya kwangu 0715831389, si namba nyingine ni 0754648598, nairudia tena 0754648598. Baada ya kusema hayo, Dr. Saidi, niko Maswa kwa ajili ya kusimika wakala, na washukuruni sana, asanteni kwa kunisikiliza.